Habari gani kwa kila kwa kila mmoja ambaye anatazama video hii, na wasalimu. Lakini pia nataka niwaelekeze kitu kimoja ambacho ni rahisi sana kukifanya, ni rahisi mno, ingawa watu wanachanganya hivi eh, vitu. Ndio maana sometimes kupigika kunakuwa kwingi. Uh, tunasema sometimes unaweza kuwa best analyst lakini ukawa ukawa trader mbovu. Ndio maana unaweza kujikuta mtu anafanya analysis sana, anatuma after, anatuma before, lakini unajikuta kwamba ni loser yani katika mazingira ya kawaida ni rusa. Why it is because uh, uh, ya yeah, entry. Entry another anazozifanya ni mbovu kabisa. Hebu fuatilia hiki kitu kirahisi kidogo sana ambacho utaenda kukijua kwa, kwa dakika chache sana, yaani kama ndani ya dakika mbili au moja na kitu, utaenda kukijua hiki kitu ambacho nakifanya tu, tume, tumeona matrader wengi sana sasa hivi, waliochangamka wale ambao wanaelewa kwamba hela inapatikana kwa namna gani wana trade gold. Yaani, gold sasa hivi ndo habari ya mjini. Yaani wewe kama utrade gold, sijui unataka nini? Yaani una una sasa hivi unahangaika na kina euro USD, mwezi wenyewe ndo huu, sikukuu zenyewe ndo hizi hapa, kwa lazima utakuwa unakwama mahali. Sawa sawa, gold ana high uh, uh, risk level, lakini ana hera nyingi. Sawa sawa eh? Yes, na kwenye hii industry, usipo risk huwezi kupata chochote. Hebu angalia uh, hii market hapa, na kuonyesha uh, hii market hapa hii market kwa, kwa hali ya kawaida imetembea katika mfumo ambao hata nyumba wa kawaida na uelewa, yaani huu mfumo ambao tunatembea kwamba hii market imetoka kutengeneza impasse ambapo unitegemea tu ikupe collection halafu itengeneze impasse nyingine. Sasa hapa ndo panakuwaga na kasheshe. Kasheshe inaanzia hapa. Kasheshe inaanzia wapi? Katika mazingira haya. Mtu anakuwa anategemea kuona kwamba yani market huwa ina vitu viwili huwa ina previous price alafu kuna current price. Sasa hapo watu wengi sana wana deal na previous price, ni either atakaa kwenye negative muda mrefu au market yake itakaa kwenye entry muda mrefu kabla ya kumove. Angalia kilichofanyika hapo hapo, ukiangalia kwamba hii market imenipa impasse, impasse ambayo inatokana nayo huku pap. Hii ni impasse, sawa sawa na kuna mtu mwingine labda angetandika fibo kujua kwamba hii market itakuja kureact wapi. Ni wengi wanafanya hivyo, kujua kwamba zone ya muhimu potential zone ipo wapi, ile 50% uh, au 60% au 78 70, uh, 70, uh, uh, iko sehemu gani? Wanatumia hicho kitu, lakini mimi sitaki kukupitisha huko, na kupitisha katika sehemu ambao ni nyepesi tu, ambao utaielewa hapo. Sehemu hiyo ni hii hapa kuna watu ambao walikuwa wanaona kwamba hii market wakati inashuka katika hii point hapa imetengeneza maybe validation and invalidation, right? na humu ndani wakakupatia uh, uh, potential liquidity mbili ambazo mtu anaziona kwamba potential liquidity zilikuwa mbili. So sawasawa, uh, liquidity ya kwanza ambayo alikupatia ilikuwa ni hii hapa, ambayo hii ungeitumika unge, ungekuja kuitumia kama breaker hii hapa hii Yeah. Ni kweli hii market ingekuchukua hapa sawa sawa. But unajua tu kabisa kwamba hii market baada ya kunichukua katika hili eneo market will flow down, kwa sababu baada ya kufanyika impasse ya namna hii kuja huku chini kitakachofuata, maanake, it means ni impasse nyingine, manake tungekuwa tunaona kwamba kuna impasse nyingine, kuna another impasse ambayo inatakiwa ije ivunje katika katika hii point. Alright. Sasa angalia hiki kitu ambacho kimetokea hapa. Hii market imeanza kuimba katika hii point. Imeenda imekuja katika hii point. Sawa, so, imekuchukua kwenye hiyo breaka yako. Sawa, so, sawa. So. Uh, baada ya kukuchukua, angalia kilichotokea, hii market imeimba katika hii point ikarudi tena hapa ikaimba mpaka hapa, na kumbuka huyu gold tena karudi hapa pass pass na shaka, baada ya kutengeneza hiki kitu, kuna watu walianza kuona kwamba hii interest sio sahihi wakatoka. Yani, kuona kwamba hii iliyofanyika hapa haikuwa sawa sawa, wakatoka. Baada ya hapo, angalia kilichofuata, market inatembea inaenda chini. Sasa ni nini ambacho watu wengi wanakosea? Wanachokosea ni kudiri na matukio yaliyopita haya, lakini si vibaya kudili nayo, lakini yanakusaidia angalia. Hapa kwa nini nauliza swali la na namna hii? Angalia kitu cha namna hii, natoa hizi zote nilizozichora hapa. Hiyo ilikuwa ni liquidity ya kwanza. Liquidity ya pili ambayo huyu kaachwa kabisa hii, yeah, hapa. Eh, I kuna watu wameitumia kama OB hii hapa. Yeah. Wameitumia kama OB. Kwa sababu alikuwa anasubiri kwamba hii market ije iguse sisi OB kwamba itoke huku iguse hiyo OB then hii market ifall down. Lakini hii market angalia huku chini, hata kama itakuja kumchukua huyu ni baada ya kusota sana. Nake hii market naweza ikaje ikavunja huko alafu ndo ikaje huku juu once again kuje kufanya Uh, vitu fulani huko umeona che kitu kwa ni baadaye sana, baada ya kusota kusota sana. Sasa una avoid vipi haya mambo? Tunasema inatakiwa ujue, yaani baada ya kujua, kwa sababu nipo kwenye trading, uh, nipo kwenye trading nipo uh, time frame ambazo tunasema ni execution time frame nipo kwenye dakika tano within five uh, minute uh, uh, alafu na kuna uh, one, one minute tunazitumia sana kwa gold kwa sababu ya ku minimize risk. Sasa hiki tunakifanyaje? Angalia hapa, just yes, listen uh, nisikilize. Kama una kadaftari pembeni hapo ka andi, uh, andika andika haka ka kitu kataenda kukusaidia vizuri sana nikishamake kwamba potential area ambao kuna liquidities, kwa sababu potential area mara nyingi kuna kuwa na liquidity. Nimeshazimake hizi hapa hizi, tunasema ni potential ni potential area ambapo ndani yake kuna breaker alafu, alafu kuna kuna kuna OB yenyewe sawasawa. Sasa katika hii pointi nimeshajua kwamba market inatakiwa ije react katika hii pointi, ije react ndani ya katika katika hili eneo. Sasa nakuja kuangalia kwamba ni kweli imereact. Kuna market ambayo tunasema ni straight away market ambayo inawezi ikahiti tu, ambayo ni mara chache sana. Gold anaifanya mara nyingi, anafanya hiki kitu ambacho nakuelekeza na, na hapo kwamba akifika kwa mfano kwenye previous market, yani hapa naongelea hii previous market ambayo tunasema ni historical market iliyokuwa imepita, itakusaidia kuja kupredict hiyo future ya market kwamba ni nini ambacho kitatokea hapa. Sasa unachokuja kuangalia kwamba previous imenipa kwamba market itakuja kuriact hapa na kuja kudiri na matokeo na matukio yatakayotokea kwenye current price price ya ya ya, ya, ya market ilipo inanipa nini au inaniambia nini? Angalia hapo, nikija kuangalia hii market wakati inachukua hapa rejection, iliyofanyika ilikuwa very weak. Why weak? Kwa sababu market ambayo ilikuwa inatembea kuja hapa katika hii point imegusa kwenye break, sawa tunakubaliana hapo kwamba kwenye breaker imegusa, lakini rejection ilitoka huko na high momentum ya kubayi, alafu imefanya rejection ndogo tu, ndo maana market haijaenda popote. Imekuja kurudi, imekuja kurudi tena juu, imefika tena around that area, imekuja kufanya a poor rejection tena once again, sawasawa, ambapo hapa unaona kabisa no candlestick ambazo zinanipa, kwa sababu tunasema sometimes information tunazipata kwa kutumia candlestick Yaani, taarifa tunazipata kwa kwa candlestick ambazo tunazo ambazo wametupatia pale kwenye entry, kwenye entry price wanatupatia candle. Baada ya hapo nakuja kuangalia kwamba market imefanya rejection. Hii ni masterclass ambayo mtu anahitaji kujoini. Huku anitafute sasa hivi, anitafuta sasa hivi nitawaandikia namba hapo, anitafute sasa hivi aweze kujoini hapo kwa sababu mwaka ndio tunauanza sasa hivi, mwezi wa kwanza hupo karibu hapa. Kwa hiyo tuanze pamoja tuendelee pamoja, sawa sawa. so, then now. Sasa katika mazingira haya, katika haya mazingira sasa, angalia hiki kitu, unakuja kuona kwamba hii rejection anakuja kuifanya mara ya kwanza, mara ya pili, rejection ya tatu amekuachia pin bar, na pin bar ambayo tulikuwa tunaisubiri, tulikuwa tunasubiri kwamba iwe engulfed, yaani pin bar waingafu tu, alafu hiyo hiyo ndio itakayotupatia ita entry, manake entry yangu ilipatikana hapa. <laughs> let, let me show you, let me show you how. Unaona hapa katika hii point hapa juu hapa, nilikuwa nasubiri kwamba huyu jamaa wa muingafu hapa, angalia hapo, let me show you. Unaona hapa kilichotokea baada ya hii rejection ya kwanza, rejection ya pili, rejection ya tatu imefanywa na pin bar among of the strongest and powerful candlestick ambayo inakuonyesha kwamba market is changing its direction it is a rejection bar ambayo tunasema ni rejection candle so sawa so, sasa so, katika mazingira haya nakuja kuona kwamba ipo rejected hapa so sawa so. kwa hii kwa sababu ni dakika tano na ichukua kama risk yote hii candlestick na ichukua kama risk yote kwa entry yangu naiweka hapa naiweka hapa ladies and gentlemen naiweka hapa very simple very easy very easy very easy. Kwa hiyo entry yangu inakuwa kwenye rejection hapa. Maana yake entry yangu inakuwa hapo na tungeweka kwamba tip yako, maybe kuna wengine wanaiweka hapa kwamba hapa ndio ilimukia, wengine wanaiweka chini zaidi, utaiona market inaendelea kuflow zaidi. Na stop loss yangu inakuwa above kidogo ya ile nani, naongeza angalau 2000 kuonyesha kwamba zile nani zisije zikanichukua, ambayo tunasema wanaweza wakakutoa waka kwa spread tu. Kwa hiyo katika hili eneo mimi na, naweka entry naweka yangu hapa kwamba, alright? kwenye rejection pin bar naiweka hapa, angalia hii market imefanya imefanya imefanya imefanyaje, imefanya hapa, unaona hiyo market imenichukua aggressively, pasipo pasipokuwa na shida yoyote, imekuja kunichukua hapa sasa. Kuna kuna kuna watu wana, wanaendelea kucheza na hii. Kwa hiyo unaweza kujikuta unakaa muda mrefu kwenye negative, akili inauma, kichwa kinauma au market inakuwa inacheza kwenye entry. Tunasema market ukiona imekaa dakika 15 bado uh, haiendi kwenye profit hasa kwenye uh, market kwenye kwenye kwenye kwenye, kwenye hizi candle kwenye hizi candlestick ambazo uh, uh, kwenye market ambayo tunasema kwenye commodities kwenye hizi uh, uh, pair ambazo tunasema zina high uh, uh volatility zina volatility kubwa na momentum kubwa. dakika 15, bado upo kwenye negative au oh, inacheza tu kwenye entry hapo, there is something uh, long, you, you you entry, kuna kitu ambacho umekikosea. Sasa yeah, ndio kitu ambacho tunakuwa tunakiona, na katika hili eneo hapo right, angalia market ime move pasipokuwa na shida yoyote kwenye direction. Kwa, kwa kuna mtu ambaye angeweka tipi yake katika hili eneo hapo, unaona kwamba hii ni zone ya kwanza na tayari market imeshamchukua, ambao approximately this market will be going down more more down more down. Unaweza kujikuta tunakuja kuvunja mpaka katika hizi, kwa sababu market imeshafanya impulse ya kwanza, tunaweza kufanya impulse impulse ya pili. Alright, sasa, kuna mtu mwingine anasema, mbona nimesha nimesha miss out nimesha miss entry ya pili? Entry nyingine iko hapa, mtaiona iko hapa. Nitakuja nita kuelekeza kwenye video nyingine ambayo itakuja huko kwamba ni namna gani utaingia kwenye entry nyingine endapo market nikuacha itakuletea, itakuletea yenyewe kwa katika mazingira hayo. Nadhani umenielewa. Kwa hiyo cha kufanya ili sikose video zangu hizi, sub, subscribe tu kwenye hii channel yangu ya Universal Forex Academy, alafu utapata kila kitu ambacho aa, kitakuwa kinatolewa na mimi kwenye update zozote, nitakuwa nakupatia hapa. Nadhani umeelewa chao